Habari ni msingi wa mawasiliano. Leo kwenye Tatu Kavu tunakuletea tena taarifa ambazo zimepewa uzito katika magazeti matatu ya siku hii ya leo. Langu jina ni Yohana Mashauri, nipo na mwenzangu Erastus N. na tuna magazeti siku hii ya leo, gazeti la Nipashe, gazeti la Uelekeo pamoja na gazeti la Zanzibar Leo, bila kusahau pia tupo na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa zaidi ya miaka thelathini. Kaisari umekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kukuhudumia. Kwa hiyo kama unahitaji vifaa kwa ajili ya kukamisha ujenzi, lakini kama unahitaji vifaa pia kwa ajili ya kufungua biashara, basi unaweza kufika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia watafute kwa namba za simu 0769771165 au 0762771159. Tukianzia na gazeti la Nipashe nasema kwamba mitaani kulivyobadilika, mali za bilioni tatu nukta tatu zataifishwa kisheria. Habari hiyo taipata katika ukurasa wa nne. Lakini pia aliyelipwa milioni moja nukta tano aende kuua ahukumiwa kifungo cha kunyongwa. Habari hiyo taipata katika ukurasa wa saba gazeti la Zanzibar Leo habari inasema, e, tutaendelea kuzitatua changamoto za watu wenye ulemavu Dkt mwinyi asema. Lakini maharusi hamsini na nne wafunga ndoa kwa pamoja Gaza. Hey, hey, mm, bwana, hamsini na nne! Hiyo harusi hiyo, hiyo harusi hiyo <laughs> lakini habari nyingine inasema Hemedi awaona viongozi watendaji wizara ya elimu. Habari hii inapatikana katika gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa nne. Katika gazeti la Uelekeo jeshi la polisi la baini kilichopangwa Disemba tisa. Uh, lakini pia uh, CCM yasifu hotuba ya Dr. Samia. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa nne. Lakini pia bei ya petroli yaendelea kushuka kasoro dizeri. Habari eh, hiyo pia utaipata katika ukurasa huu wa nne Gazeti la Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Sawa, so, bado tupo na Kaisari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi e, kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, lakini pia e, kama umechukua tenda kwa watu pengine kilo kiingia dukani unachanganyikiwa na bei ya vifaa basi jibulako ni Kaisari Building Material kwa sababu wao wamekusudia kukuza wajasiriamali wadogo wadogo kwa mwaka 2025 hata kwa yule ambaye anatamani kuanzisha biashara vifaa vya ujenzi lakini hajui anaanzaje, basi fika katika ofisi zao zilizopo uwanja wa jamhuri Dodoma, lakini wasianao zaidi kwa namba za simu su Tuendeleza usikivu katika upande wa michezo, gazeti la Nipashe, Gamondi awarejesha Samata Kibu Stars eh, lakini pia Simba SC Yanga Dimbani leo, Ronaldo kufungua uwanja wa Azteca. Hayo yote utayapata kwa zaidi katika gazeti hili Nipashe, mwanga wa jamii. Nikigeuza gazeti la Zanzibar Leo Inasema, Gamondi ataja nyota hamsini na tatu timu ya taifa Afcon, lakini magereza yapania kuimarisha michezo jeshini. Habari inapatikana ukurasa wa ishirini na tatu gazeti hili, lakini timu ya taifa ya Netiboli kwenda Malawi. Habari hii pia unaweza kaisoma kwa undani zaidi ukiwa na nakala ya gazeti la eh, Zanzibar leo. Lakini Simba Yanga kushuka dimbani leo ni katika mchezo ya ligi kuu Tanzania bara, katika gazeti la uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu, upande wa spoti Gamondi atangaza jeshi la Afcon, amrejesha kibu Samata Kelvin, e, Msuva ndani e, lakini pia filamu ya Iran yatwa tuzo tamasha la Tanzanite. Yanga Simba jimbani leo, Kabudi awapongeza Serengeti Boys. Hayo yote utayapata katika gazeti hili Uelekeo upande wa spoti. Nasi tunahitimisha hivyo e, tatu kavu kwa wakati huu, bila shaka umesikiliza mengi na kwa zaidi unaweza ukachukua magazeti yako alafu ukasoma kwa undani zaidi. Tulikuwa na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, lakini pia kwa ajili ya kutimiza ahadi, pengine wewe ni fundi ama mhandisi, umechukua tenda kwa watu na hujakamilisha, basi fika katika ofisi za Kaizari Building Material ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia wasiliana nao zaidi kwa namba eh, na za simu sifuri saba sita tisa au lakini pia usikose kupita katika kurasa za mtandao eh, ya kijamii za Open Online Media. Tunapatikana Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina hilo, hakikisha kwamba unatufollow. Lakini pia usikose kutembelea YouTube channel yetu ya Open Media House, hakikisha pia unasubscribe na kila kitu kinaendelea vizuri. Mimi Yohana Mashauri, mwenzangu ni Erastus Andrew Tukutakie vipindi vyema ambavyo vinaendelea hapa hapa Open Online Media.